Mia Love, mbunge wa kwanza mwanamke mweusi wa chama cha Republican nchini Marekani, amefariki akiwa na umri wa miaka 49 huko Utah. Mia Love alikuwa ni mbunge wa jimbo la Utah katika bunge la nchini Marekani. Taarifa hiyo ya kifo chake ilitangazwa na familia yake ikisema aliaga dunia kwa amani siku ya Jumapili akiwa amezungukwa na familia yake nyumbani kwake huko Saratoga Springs. Ikumbukwe, Mia Love ni mtoto wa uhamiaji kutoka nchini Haiti inayopatikana katika bara la Amerika Kaskazini. Binti yake aitwaye Abigail alisema mapema mwezi huu mama yake Mia Love alikuwa akipatiwa matibabu ya saratani ya ubongo kabla ya kufikiwa na umauti. Maisha ya kisiasa ya Mia Love yalianza rasmi elfu mbili na tatu aliposhinda katika baraza la jiji la Saratoga Springs na baadaye akawa meya akiwa na umri wa miaka 34. Mwaka elfu mbili na kumi na nne alichaguliwa kuwa mbunge katika bunge la Marekani na, na kuweka historia kwa mara ya kwanza kuwa mwanamke wa kwanza mweusi wa chama cha Republican na kuchukua nafasi hiyo aliyehudumu kwa mihura miwili. Jitihada zake za kuchaguliwa tena miaka minne baadaye zilikwama baada ya kushindwa na mpinzani wake wa chama cha Democratic, Ben Mcadams, bunge Mia Love aligunduliwa na saratani ya ubongo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na, na alipewa miezi kumi mpaka miezi kumi na tano ya kuishi duniani lakini aliweza kuishi zaidi ya hapo. Kifo chake kilikuja karibuni wiki mbili baada ya Mia Love kuchapisha makala katika gazeti la Deseret News, na kuandika maneno yafuatayo: sio kusema kwa heri, bali kusema asanteni na kuelezea wasia wangu kwenu na kwa wamarekani ninayoijua. Mungu hailaza loa ya mwanasiasa na mwanamama mashuhuri kutoka nchini Marekani, Mia Love mahara pema peponi. Amina. Hii ni news update kutoka Sawasawa Digital. Usisahau kusubscribe na kuweka komenti yako kwenye peji yetu Sawasawa Digital, habari kiganjani kwako.